Madhehebu ya dini ni, ni, ni taasisi muhimu sana rais. Anazindua dira hapa Dodoma, dira ya Taifa ya Maendeleo ishirini hamsini kwenye hotuba yake aliomba madhehebu ya dini yashirikiane na serikali kuhimiza maadili ya jamii na yale yaorodheshwa katika ibara ya kumi na tisa ibara ndogo ya tatu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio hayo maadili ya jamii. Sisi kati yetu hapa, nani anahimiza mtu azini na mkewe na mke wa mtu na mme wa mtu kati yetu hapa nani anahimiza mtu asiwashimu wazazi wake? Pengine sidhani kama kuna dhehebu linalohimiza watu wengine waue wenzao, wengine wawe waongo, wengine wasiishi na wenzao kwa upendo. Madhehebu haya haya ndio yamejenga hospitali na ninyi wa Sabato, hii njozi imepeleka wapi? ya Anzeni kujenga mahospitali, hamwezi kwa mnahubiri mikutano tu, sijui ni event ya wapi. Anzeni kujenga mahospitali na hasa hizi hivi vituo vya afya kule nakotoka mimi Msoma wale wa mishonari kile walipokuja, walipoweka shule, walipoweka kanisa, waliweka na shule, ndio maana sisi tukasoma. Kama hawakuweka shule, sehemu nyingine waliweka zahanati. Huo muda kipindi cha zahanati kimeshapitwa na wakati, tujenge, tujenge vituo vya afya tuokoe watu, kuna faida nyingi sana. Jengeni na hospitali, jengeni na mashule, jengeni na vyuo vikuu. Kanisa la Waadventista wa Sabato ni moja makanisa yanayoheshimika duniani kwa kuwa na taasisi bora za, ki, za tiba mahospitali na vyuo vikuu. Data zipo kwenye mitandao, nendeni msome. But we have drifted away. We have left behind this noble dream. For a, a, what a trivial cause. Ni lazima tujitahidi na hii kazi, tutaifanya sisi wenyewe, kama serikali itakuja kutusapoti, itakuja kutusapoti kwa sababu inaona hawa jamaa akili zao ni nzuri na uwezo wa kuifanya hii kazi tunao, sio swala sio kufuga vipara, uwezo tunao. Hela zetu tunazitumia vibaya, tumeweka kwenye misplaced priority, ndio hiyo tunafanya vitu vingine, sasa kuchukua nafasi ya Mungu. Yani mali zetu tunapeleka vitu ambavyo haviwezi kutusaidia chochote, yule ndama wa dhahabu. Akili zetu, sijui binadamu zinakuwaje, wewe mwenyewe umemtengeneza huyo ndama Alafu nampigia magoti eti unasema mimi ndio umenitoa Misri pale. Mali na vipaji tulivyo navyo na karama tulizo navyo tunapokuwa tunazitumia kwa vitu ambavyo havitekelezi ile katiba ya Mungu ya kumpenda Mungu na kuwapenda jirani zetu kama nafsi yetu, tutakuwa hiyo, tunavyopenda ndio umechukua nafsi ya Mungu. That is idolatry, baada ya sanamu hiyo, kwa sababu umechukua nafasi ya kwanza ya Mungu. Mimi ni eti unasema na cheo, cheo gani hicho? Yani, mimi hapa nijivunie eti usina cheo, cheo gani ambacho ambacho tusikumtambua Mungu Angekuwa bwana mmoja na muhifadhi kwa manufaa ya umma hapa eti kwa sababu yeye ni jaji mkuu wa Tanzania asingekuja hapa. Subutu mimi nifikaje hapa bila Mungu? Na maombi ya Tanzania wote hao wanaoniombea hapa. Alafu leo niwe jaji mkuu afu nijifanye eti nimekuwa jaji mkuu. Jaji mkuu wapi? Na nini watu wa Msoma sijui akili zenu ziko wapi? Yaani mimi kuja kuhimiza mambo hapa ya ustawi wa taifa eti uchao cha jaji mkuu kinapotea. Mungu akili ya zamani hii, Mungu akiwabariki, mnamfanya Mungu second ni nini? Acheni hiyo kitu. Mimi najua imefika hapa si kwa sababu ya wazo wangu mimi peke yangu, ni kwa sababu ya rehema na fadhila za Mwenyezi Mungu. Mungu ajua ninavyopigwa vita na nilivyopigwa vita katika taifa hili. Ninyi msingejua. Na mimi siwezi kupita sehemu na tangaza tangaza hivi sijui kuna upumbavu gani ninafanywa. Mimi si najua Mungu yupo. Alafu leo Mungu amenibariki na zawadi kubwa ya uhai. Alafu mimi najifanya eti sijui jaji mkuu wa nchi gani ya na, ibada niache kuja eti itaonekana huyu si jaji. Nchi imeweka uhuru wa kuabudu, afu niache kwenda kufanya ibada afu, kwa kufanya ibada ndio akili yangu inaendelea kuwa nzuri, angekuwa wenzangu na mimi wale nao wafahamu, ambao na hifadhi kwa manufaa ya umma Katiba yenyewe imeweka huu, ni uhuru ni haki yako kufanya ibada, na imepiga marufuku hizi segregations. alafu eti kwa sababu umepata neema <laughs> ya kwenda kutumika huko, halafu nasema ah, ni kitu wataniona mimi sijui si, sijaendelea na hao watu. Wamsoma mwasaidie sana, mimi ndo nawajua ndo naongelea sasa. Nitaongelea namna gani? Mimi nazungumzia uzoefu wangu na neno la Mungu haliwezi likaenda hivi. Hili neno lisema, leo sio neno langu, litazaa mbegu, atakayelipuuza itakula kwake.